Uwanja wa Mwenda Pole hapo Kibambo ni kwani mgombea urais kupitia tiketi ya UMD Mwajuma ya tiketi alikuwa katika viwanja hivi akitoa sera zake, kuomba kura kwa wananchi. Tuna matatizo sisi wanawake ambao sasa hivi mnaonekana sana ni wazuri na wema na mnafatwa, lakini baada ya tarehe ishirini na tisa sisi tutalaumiwa na vizazi vyetu. Tuna huduma za afya na hospitali ipo, lakini je, tuna huduma bora au bora huduma? tuna sera nzuri za afya ambazo zimetamkwa katika sera yetu, lakini ni haki ya kikatiba Mtanzania anapozaliwa anapokuwa mpaka kuzeeka kupata huduma bora za afya. Je, yes, sisi wote tujiulize tunapata huduma bora au bora huduma? Yes, ote, tuna sera nzuri ya wazee. Je, tujiulize wote, tuna wazee majumbani kwetu, wazee bure, wazee wanakwenda kupata huduma bora. Kumuona daktari kupata ushauri. Majibu ya hayo mambo ni tarehe ishirini na tisa. Sisi ndio waamuzi na ndiyo wa marefali wa mchezo wa tarehe ishirini na tisa, ili rasilimali zetu ziweze kutunufaisha wote. Sisi kama watanzania tusijute kuzaliwa Tanzania, lakini tuwe na heshima kwa wazee wetu wanaostaafu. Ripoti kutoka hapa mwenda pale, mimi ni Maria Msongoro wa Azam.